Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Nadir Abdul Latif ametangaza namba za simu za wafanyakazi wa wizara hiyo kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi. Mheshimiwa Nadir ametoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari huko ofisini kwake Zura, mkoa mjini Unguja. Nimeamua rasmi kuzitangaza namba za simu zetu zote hadharani kwa wananchi ili yatakotokea matatizo yoyote kwa upande wa zimaji, upande wa umeme, upande wa mchanga, kifusi na mengineo, pamoja na mafuta kwa upande wa Zura, waweze kutupigia simu moja kwa moja au kututumia message moja kwa moja wakati wowote, asubuhi, mchana, usiku, alfajiri, time yote tuko hapa kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na kutatua matatizo yao. Sasa baada ya muda mfupi nitatangaza namba zetu za simu ambazo zinapatikana kwa njia ya kawaida na njia ya WhatsApp. Mtaweza kutupigia wakati wowote, ili tukuhudumieni. Tumeteuliwa sisi hapa, nikiwa mimi waziri mwenyewe na viongozi wote wa wizara hii, kutumikia wananchi na sio kuwatesa wananchi. Sasa, ndugu wananchi, tutakupeni hizi namba za simu muwasiliane na sisi pale ambapo mnaona kuna haja ya kuwasiliana kwenye changamoto ya jamii au sehemu yote ambayo mmeona hakuna ta, hakuna usawa au kuna tatizo katika maeneo yetu, ili tuweze kutatua changamoto zenu. Amesema kuwa namba hizo zimetolewa kwa lengo la kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi ambapo wamewataka wananchi kutosita kutoa taarifa mapema endapo wafanyakazi hao watashindwa kupokea simu ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Na niwasihi sana wananchi wote ambao wamewatafuta viongozi wakati kuna shida, kama kuna viongozi yoyote hakupokea simu, basi nitaomba mnitaarifu mimi kama kiongozi fulani tuna tatizo tumepata shida, lakini simu zao hawajapokea. Mimi nitaangalia taratibu gani za kisheria niwachukulie viongozi hao ambao nimewataja ambao wako chini yangu ndani ya wizara yetu ya maji, nishati na madini. Lakini kuna huyu Said Silima Haji, mkuu wa kanda kaskazini Unguja kwa upande wa Zeko, namba yake ni 0776386883. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana wananchi wa Zanzibar wote kwa ujumla. Sisi wizara yetu tuko tayari kutoa ushirikiano wakati wowote kwa ajili ya kuwatumikia. Mtazamaji, hii ni Zantime, msisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.